Vipi nikikwambia kwamba wananchi wa Iran hawakuchagua utawala wa Kiislamu kwenye mapinduzi ya 1979 kwa sababu za kidini ila kwa sababu za kiuchumi? In fact, historia ya Iran haijawahi kujali chochote kuhusu dini yoyote. Episodi hii nataka nikueleweshe kwa nini na kivipi. Ili kuelewa kilichotokea mwaka elfu mbili na ishirini na sita na kinachoendelea, lazima turudi nyuma zaidi ya hapo. Lazima tuelewe jinsi Iran ilivyowahi kujenga tabaka la kati linaloonekana imara, wakali wa hizi kazi wa kuitwa Bazaaris, na jinsi huo uimara ulivyovunjwa hatua kwa hatua mpaka tulipofika hapa. True story, kuna mengi umesikia na utaendelea kusikia kuhusu Iran na labda sijawahi kukuambia kwamba mimi kama mimi niliwahi kufanya kazi na idhaa ya Kiswahili ya Radio Tehran kwa miaka miwili kama ripota wao hapa Tanzania. Ni wakati huu nilijifunza mengi kuhusu Iran na historia yake na diplomasia yake na dunia kiujumla. Vikwazo vya Iran tunapovizungumzia, mimi niliviishi. Kwa sababu malipo yangu yalitegemea mtu ambaye inabidi asafiri fizikali kutoka Iran hadi Afrika Mashariki kusambaza mishahara kwa correspondents wengi waliokuwa ukanda huu. Kwa hiyo alikuwa anakuja Kenya, Tanzania na nchi nyinginezo ambazo maripota walikuwa wanapatikana, na hii ilikuwa inafanyika kila baada ya miezi mitatu hadi minne. Kwa ambao hamwifahamu Idhaa ya Kiswahili ya Redio Tehran ni sehemu ya IRIB World Service, mtandao wa redio wa kimataifa wa Iran unaorusha matangazo yake kwa lugha mbalimbali, ikiwemo Kiswahili. So kila nikiwaza ninayojua kuhusu Iran na walifikaje hapa, swali kubwa ni: inabidi nirudi nyuma hadi wapi? Kukusaidia kumake sense ya unayoyaona. Geopolitics ni kitu na kipenda kama wanavyopenda movie watu. Nachokuletea mara nyingi sio ninachokifikiria, ila nilichojifunza. Niligundua nina kijiji changu ambacho kinapenda story hizi, na naona comments zenu na naona numbers za subscribers zinaongezeka, lakini natambua pia uwepo wako wewe ambaye labda hujaona umuhimu wa kubonyeza hicho kitufe au ujui kwa nini, lakini trust me, kuna mchango mkuu kubwa sana kwa mimi kuendelea kushare haya. Na acha tujaribu kukushawishi tena kwenye hii episode tukiwe tunaitazama Iran kwa namna ambayo labda hujawahi kuelezewa. Sasa ili kuelewa kilichotokea mwaka 2026, lazima turudi nyuma zaidi ya hapo. Lazima tuelewe jinsi Iran ilivyowahi kujenga tabaka la katikati wanyonge wa mwenda zake linaloonekana imara, lakini jinsi huo uimara ulivovunjwa hatua kwa hatua kwenye episodi zetu za picha linaanza, tulikuletea details kadhaa kuhusu mahusiano ya Iran na Marekani na Ulaya kiujumla historically. Mwaka ni 1979, tarehe ni moja, mwezi wa pili. Ilitua ndege iliyoandikwa ubavuni Air France mjini Teherani, Iran Mlango ukafunguka mwamba akaibuka, huyu hapa midevu kama yote, kitambaa cheusi kichwani, koti fulani hivi la wazee wa misimamo, na akaijaradia kwa juu mgorori wa rangi nyeusi. Hakuwa mgeni machoni pa wengi, ni yule yule mtaalamu na mkali wa hizi kazi, Ayatora Rohora Musavi Komeini. This time around alikuwa anarudi Iran baada ya kuishi miaka kumi na nne uhamishoni kwa sababu kama za tundulisu hii ni tarehe muhimu kwa sababu ulikuwa mwanzo wa kuangusha kile tunachokijua kama ufalme wa Wajemi, Persian Empire. Sasa elewa hivi, miaka ya 1960, wakati Tanzania tunapata uhuru mpaka 1970, ile miaka kumi ile, Iran ilikuwa ni nchi tofauti kabisa na tunayojua leo. Wakati huo, Iran ilikuwa mshirika wa karibu wa Marekani ilikuwa ni nchi ambayo ilifunguka kwa magharibi. Wanawake wa Iran walivaa miniskirts hadharani, kulikuwa na night clubs, mziki wa USA, movies na mabusu ya hadharani, you know, mitindo ya kisasa kiujumla, na hasa ilikuwa jijini Tehran. Leo jenzi wa kike wa Iran anahisi ni story ya kusadikika huku Afrika mama zetu na dada zetu wa leo ndo wanatusema kwa kuvaa mavazi ya ajabu right? Lakini Iran ni vice versa, wamama na wabibi zao ndo wana picha za vimini, wakati jenz ana selfie za baibui. Tupo hata sasa hivi, ukiandamana sharti ufunike nywele zako. Kabla ya mapinduzi ya 1979 Iran iliongozwa na mfalme Muhammad Reza Pahlavi. Huyu ndo shah wa mwisho wa Iran. Naweza kusema the last king of Iran alikuwa mtawala wa kiimla lakini pia alielamba asali ya Magharibi, mwenye uhusiano wa karibu sana na Marekani na Ulaya, na maamuzi ya kisiasa na kiuchumi yalikuwa mikononi mwa jumba la kifalme na kundi dogo tu la watu waliokuwa karibu na mamlaka. Nadhani mnaelewa serikali za kifalme zinavyoendeshwa. Hakukuwa na nafasi halisi ya upinzani wala demokrasia. Wakati huo huo pesa za mafuta zilikuwa zinaingia kwa wingi. Iran ina akiba kubwa ya mafuta duniani, na baada ya mgogoro wa mafuta wa elfu moja mia tisa sabini na tatu, bei ya mafuta ilipanda kinoma duniani. Tulikuambia kwenye episodi yetu ya hii hapa ya kuhusiana na mafuta na historia yake. Serikali ya Shah hapa ndio ilipiga mikwanja kinoma, so wakawa na pesa za kumwaga. Matokeo yake, miradi mikubwa ikaanzishwa barabara, viwanda, majengo, madude yaani yakapanda, na miundombinu ya kisasa yote yalikuwa yanasimamiwa na serikali kwa sababu ina mkwanja wa mafuta Wese baba. Mpango huu wa kuibadilisha Iran kwa kasi uliitwa mapinduzi ya kizungu, The White Revolution. Iran wanaofahamu hivyo, ndo wakati huu mademu wa Tehran unamkuta na bandage puani, ujue tu ametoka kufanya o Michael Jackson, pua ifanane na mademu wa Ulaya. Hadi leo nose job ni moja ya culture yani, ni popular culture ya wasichana wengi wa Iran wakitaka ku yani ni wanachukulia kama sehemu ya urembo. Lakini chini ya muonekano huu wa maendeleo kulikuwa na tatizo kubwa, ukosefu wa usawa. Utajiri wa mafuta haukusambazwa kwa haki na mamlaka yaliendelea kubaki kwa wachache. Watu wengi walihisi kutengwa, hata wale waliokuwa katikati ya jamii. Hapo ndipo tunawakuta sasa hawa Bazaaris ambao labda hukuwasikiaga sana, lakini walikuwa na mchango mkubwa kwenye mapinduzi Irani ya Iran ya 1979, elfu moja mia tisa sabini na tisa. Na hawa ndio watu huchanganya kuhisi maslahi yao ni dini, na nataka nikueleweshe kwa nini. Ni la hasha. Bazaaris, kwanza, ni kina nani hawa uni? Bazaaris ni wafanyabiashara wa masoko ya ndani ya Iran wenye maduka, wauzaji wa jumla, na watu waliokuwa wakisimamia mitandao ya mikopo isiyo rasmi, ya kopa, sijui ni nini, wajasiria mali kiujumla, kibongobongo, ni wafanyabiashara na wajasiriamali, bila kuwasahau mawinga na ndo Iran wanawaita Bazaaris. Kwa hiyo ni tabaka ambalo liko so organized. Ukumbuke Iran ni moja ya civilization ya zamani, na ilikuwa iko vizuri sana when it comes to biashara na mifumo yao ya kijamii, ya ina hiyo baseline ya kihistoria. Hawa ni watu waliokuwepo Iran kwa mamia ya miaka, tangu karne ya kumi na sita na hata kabla. Kijamii, kijamii Bazaaris walikuwa kati ya maskini na matajiri wakubwa wa mafuta hapo katikati. Lile kundi sio wafanyakazi wa viwandani wala sio watu wa kifalme, ni tabaka la kati la jadi la mijini, biashara za kifamilia, mafundi, ufanya biashara wadogo. Na wakati sasa, unaweza ukahisi mfumo wa Shah wa kuiruhusu Iran ifunguke kwa kwa dunia ingewavutia Bazaaris, kwa sababu si wafanya biashara, lakini wengi wao hawakupenda Walikuwa ni watunza misingi na waliona dini kama sehemu ya biashara na maisha yao. Kwa hiyo haikuwa dini kwa maana ya imani, ilikuwa ni dini kwa maana ya identity na unisaidia mimi kwenye biashara zangu. So hii identity mpya hainisaidii mimi. So ni kweli westernization ilionekana kama tishio kwa maadili ya Kiislamu na adhi yao ya kijamii, lakini tatizo kubwa zaidi lilikuwa kiuchumi mfumo wa sha uliwapendelea makampuni makubwa ya serikali na mashirika ya kisiasa ya magharibi. Masoko mapya na maduka makubwa yalijengwa pembeni mwa zilizokuwa sehemu za Bazaris za jadi, yani unakuta linaondolewa sehemu machinga walipo, alafu inajengwa mall. Leseni za kuagiza bidhaa zilianza kwenda kwa wasomi waliopata elimu za magharibi. Bazaris wakaanza kupoteza nafasi yao kwenye uchumi na kwa sababu serikali ilikuwa ya kiimla, mfalme akoseagi, labda anakuwa amesahau tu. Kulalamika ilikuwa ni hatari, kwa sababu ukionekana unauliza uliza maswali, ungeweza kutembelewa na wageni wahuni, wasavak, watu wasiojulikana washaa. Ilikuwa ni ilikuwa usalama wa taifa wao. Kwa hiyo Bazaaris walifanya walichoweza kufanya, wakaungana na makasisi. Uh, hili neno makasisi nilikuwa nalisikia sana kwenye vitabu makanisani. Sasa makasisi ojii ndo wanaiongoza Iran. So tuzungumzie muungano wa Bazaaris na makasisi. Sasa makasisi walikuwa na mamlaka kubwa ya kimaadili kwa wananchi wa kawaida, ni viongozi wa dini au wasomi wa juu wa dini. Hiyo ipo hata wakati kanisa Katoliki linatawala Ulaya, ilikuwa hivyo hivyo, kwamba ishu ya maadili ipo kanisani na nyingine za utawala ndio zipo serikalini. So hawa makasisi walikuwa ni kama mapadri kwa Roman Empire ama viongozi wale wa dini, so walionekana ni kama watu huru wasiounganishwa na serikali wala ufisadi wa kifalme Dini na serikali huwa zina operate pamoja, lakini mara nyingi tunaamini kwamba dini at least wanaweza wakatoka wakaongea na nguvu yao ni nguvu ambayo kidogo tunajua serikali inaiogopa. Kwa hiyo kwa muda mrefu, bazaris na makasisi walikuwa na uhusiano wa karibu. Tunajua tena, wafanyabiashara ni wafadhili wa misikiti, shule za dini na misaada. makasisi walialalisha baadhi ya mifumo ya kibiashara na kusaidia kutatua migogoro baina ya watu ni uhusiano wa kawaida kama unavyoona taasisi za dini na wafanyabiashara ambao ni wadini hizo hata huku Bongo. Lakini sasa hakuna kinachozidisha umoja baina ya watu kama kushea adui au tatizo moja. Mfano, nilikwambia ni rahisi kukonekti na mtu uliyekutana naye msibani au hospitali au kwenye tatizo lolote kuliko mliyekutana naye sehemu za starehe. Ukiona binadamu hawashikamani, ujue wanawezekana wanashea wana, wana raha lakini hawashei tatizo. Kadri chuki ya Shah ilivyoongezeka, muungano huu wa kawaida ukageuka wa kisiasa. Bazaaris walileta pesa, connection na uwezo wa kuendesha migomo, sababu wana uwezo wa kujiorganize kama wafanya biashara hivi, waliofadhili familia za waliokamatwa na sometimes kuwawekea dhamana waliokamatwa na kuendesha migomo ya kufunga maduka na biashara zote waligandisha sehemu kubwa ya uchumi wa miji kwa namna hii. Upande wa pili makasisi wakapiga spana misikitini, lugha ya heshima heshima ikawa ndio inahubiriwa kupinga ufisadi na udhibiti wa lifestyle ya kigeni. Misikiti kawa vituo vya kupanga harakati, hotuba zikawa silaha ya kuhamasisha watu wa tabaka zote. Muungano huu uliunganisha wanafunzi, wafanyakazi, wasomi na masikini wa mijini na hatimaye mwaka elfu moja mia tisa sabii na tisa tukielekea themanini, utawala wa kifalme wa sha ukaanguka, na ankalsha akakimbia nchi akala mwewe. Lakini swali kubwa likabaki: Je, Bazaaris ambao ndio wanaendesha uchumi wa Iran, walipata walichotaka? Kabla sija kujibu hili swali, nikupe historia, ni kama nakukumbusha kwamba Iran ni civilization ya zamani kinoma. Moja ya sifa ya hii imaya ya Uajemi ilikuwa kutojali imani za watu. Kama umefuatilia episodi zetu za picha linaanza, utakuwa unajua empire zote duniani zilikuwa na formula ya lugha ya taifa, dini ya taifa na vitu fulani fulani vya taifa, hata pesa ya taifa, right? Ili kuunda culture moja ya watu wanaoshea mtazamo. Lakini Persian Empire pekee ndio ilikuja na style ya kipekee kwamba wakiwakalisha mfalme wenu wakasarenda, wanawaambia okay, saini hapa kwamba kwanza, utaleta gawio kwa maana ya kodi serikali kuu pale Uajemi HQ na pili, serikali ikihitaji mchango wako kama king wa hili eneo anytime utatuma vijana, na tatu, na la msingi ni hutoleta tena ni ajini aje za mambo ya no reform, no election. Lakini bakini na Uarabu wenu bakini na Uyahudi wenu lakini na sijui wa Uafrika wa, wa kaskazini wenu, lakini na Uspanyola wenu we do not care. In fact, tulikwambia King Cyrus wa Persian ndo aliyetoa kibali cha usaidizi wa kujenga hekalu la Wayahudi lililokuwa limebomolewa na Wababeli na wasomi hawa walioachiwa huru kutoka huku Babylon na mfalme wa Iran ndo walikuja kuliandika Torati kitabu ambacho tunakijua leo wanakitumia Wayahudi na Wakristo. So Iran utawala upo damuni mwao, na hata sasa Iran ambayo ni Washia wanawasapoti Hamas wa Gaza ambao ni Suni na makundi mengine kibao wanayasapoti. Hawajali dini wala dhehebu, ila maslahi ya kisiasa na kiuchumi. Na hii tabia ya kuishi hivi kama empire ndo inayowaponza kwa sehemu nyingi. Sasa turudi kwenye nini kilichotokea wanetu Bazaaris. Long story short, mfumo uliwasnitch wanetu Bazaris. Makasisi waliwasnitch Bazaris, ndicho kilichotokea. Baada ya mapinduzi kwa muda mfupi, Bazaris waliisi oya unyama, unyama wanangu. Serikali mpya ya Kiislamu iliahidi haki kuwalinda waliodhulumiwa na kuimarisha biashara za ndani wanyonge wa mwenda zake. Kiongozi mkuu alikuwa ni kubwa lao kasisi Ayatola Ruhollah Khomeini, kiongozi wa kwanza wa jamhuri ya Kiislam ya Iran. Utakumbuka episodi za nyuma tulikuambia jamaa alikabidhiwa madaraka akitokea nje ya nchi, baada ya Bazaris na makasisi kufanya kazi. Yeye alikuwa kasisi mgonga spana mzuri zaidi, akiwa anatumia polepole pole style umaarufu wake ulikuja kwenye tabs alizokuwa anasambaza msikitini. Spana baada ya spana. Naingia kuswali, imamu anawaambia, oya, ijumaa hii kuna exclusive spana za kasisi Khomeini zimetufikia. So, waone wanafurika ibadani, wanasikia spana na asira zinapanda. Mwanzoni mfumo mpya uliwapa Bazaaris faida kupitia mfumo wa viwango vingi vya ubadilishaji fedha. Kwa kifupi ilikuwa hivi: ulikuwa na bei ya dola ya serikali ambayo ilikuwa ni bei ya chini zaidi kwa bidhaa muhimu kama chakula na dawa, na bei za soko huria iliyokuwa juu zaidi. Wenye leseni na connection waliweza kuagiza kwa bei ya chini kisha kuuza kwa bei ya juu ya soko. Mfumo ni Magufuli aliukataga wa soko huria la dola kwa sababu wauni wanaweza wakachezesha. Sasa Iran iliruhusiwa. Faida ilikuwa wazi kwamba hili ilionekana kama asante kwa ushiriki wao kwenye mapinduzi lakini sasa, ni mfumo ambao uwezi kutoboa. Nchi haiwezi kuendelea kama kuna soko huria la vitu fulani, serikali haikontrol vitu na no. Hapa ndipo vitu vilivyokuja kuchange. Serikali mpya ya Kiislamu ilichukua mali za kifamilia ya kifalme na kuzipeleka kwenye taasisi kubwa zilizoitwa Bonyards, mashirika yaliyodaiwa kwamba ni misaada ya kidini lakini kiuhalisia yakawa ni himaya za biashara zilizoungwa mkono na serikali. Bonyards zilipata misamaha ya kodi, dola za bei nafuu na kinga dhidi ya ushindani, kwamba kuna sheria inayoko kabisa kwamba uweze kuvuka hapa. Pole pole faida zote zilizokuwa kwa Bazaaris zikahamia, zikaamia kwa taasisi hizi. Kufikia miaka ya 1990, Bazaaris walikuwa tayari wameanza kusukumwa pembeni na mfumo. Tabaka la kati linadhoofika ghafla. Ikaja kile, Arusha tunasema ngeu juu ya turu. So kitu ya kuuliza ni turu juu ya ngeu? Yani unapigwa sehemu pana vimba ngeu, alafu mtu anakubunga pale pale, alafu panachubuka, ndo inaitwa sasa ngeu. Hii ngeu ni sanctions, vikwazo. Kwanzia miaka elfu mbili, mpango wa nyuklia wa Iran ukaingia kwenye rada za dunia. Iran walizoom kwa mbali, wakaona mfumo wao wa kiuchumi na washikaji zao bazari za utoboi. Historia inasema mapinduzi ya kutengeneza yashafanyika mara kibao, namna pekee, let's go nukes baby. Baada ya 911 mwaka elfu mbili na moja Marekani iligeuka mbwa kichaa anayenusa kila mahali, na waligundua vituo vya nyuklia vya Natanz na Arak mwaka elfu mbili na mbili vikwazo vya kimataifa vikaanza. Sanction hazimaanishi tu hatuuzi kwako, ila huwezi pia kununua kwetu, hata kama una hela. Vikwazo vinazuia biashara, benki, usafirishaji, na zaidi ya yote, mtiririko wa pesa. Zinaitwa secondary sanctions. Marekani ililazimisha hata makampuni yasiyo ya ya Kimarekani kukaa mbali na Iran. Hatimaye benki za Iran zikakatwa kwenye mfumo wa fedha wa kimataifa Iran iliweza kuuza mafuta lakini pesa zikawa ngumu kuzitumia. Kwa sababu mfano, tuseme Iran inamuuzia India mafuta, kampuni za hizi nchi, lakini kampuni ya India haiwezi kutuma muamala kwenda Iran kwa sababu Marekani akiuona ule muamala kwenye Swift au mifumo yao ya hela ya kisirani kinaanza, so inabidi wafungue account maalum ndani ya India then inakuwa ni akaunti ya Iran lakini iko ndani ya India, wanaweka pesa zote za ile transaction waliuziana mafuta. So mafuta yanasafirishwa kwenda India, mnauza mafuta lakini mapato yamefungiwa kwenye akaunti maalumu nje ya nchi. Serikali ikalazimika kutumia njia za gharama kubwa kama madalali, kubadilishana bidhaa na sarafu zisizo dola. Iran went rogue kupambana na vikwazo. So unauza mafuta lakini hadi uzitoa pesa na kuzisafirisha inabidi ununue assets, bidhaa za thamani kubwa. Sometimes unabadili pesa na za, na za kichina you know, wakati bidhaa nyingi ambazo unahitaji kwenye nchi zinapatikana kwa dola. Akiba ya fedha za kigeni ikaanza kuyeyuka mdogo mdogo, na hapa ndipo mgogoro wa sarafu ulipoanza. So pesa ya Iran imekuwa ikishuka slow tangu kitambo tatizo ni kwamba imeshuka kwa kasi sana ndani ya miezi sita kiasi cha maisha kukosa sense. Kuelewa zaidi kuhusu pesa inavyofanya kazi duniani na kushauri kufuatilia hii episodi yetu ya picha linaanza kuhusu historia ya pesa. Na kufikia 2025 hata wale ambao walikuwa wamezoea mfumuko wa bei Iran, hawakuwa tayari kwa kile kilichokuja. Mwanzoni mwa mwaka dola moja ilikuwa karibu na rial laki saba kufikia Disemba ikavuka mpaka milioni moja nukta tatu mpaka milioni moja nukta nne. Januari elfu mbili na ishirini na sita ikakaribia milioni moja nukta nne saba. Ndani ya mwaka mmoja riali ilipoteza zaidi ya nusu ya thamani yake. Ili kurahisisha mahesabu, watu wakaanza kutumia toman, neno la kawaida ambapo toman moja ni sawa na real kumi, ni equivalent ya kibongobongo tunasema teni badala ya elfu kumi right? Pata picha, pesa ya Tanzania ishuke gafla kwa levo ambayo mkate unauzwa laki moja, lakini miezi mitatu iliyopita laki yako ilikuwa ni kodi ya miezi miwili ya mtu. So kisaikolojia, badala ya kumwambia mtu huyu kwamba nakuuzia mkate laki moja, unamwambia mkate ni teni kumi <laughs> teni kumi, unatoa teni, teni kumi kwao, teni kumi badala ya laki moja. Imagine kijana huyu ambaye laki yake ilikuwa ila. Imagine kijana ambaye laki yake alisema atampa baba mwenye nyumba, itakaobaki kuna mchongo anausikilizia, alafu ghafla mangi anamwambia ndo bei ya mkate mmoja leo. Unahisi atarudi geto kunywa chai na mkate au ataingia barabarani sasa inafikia mahali mangi naye anafunga duka kwanza kusikilizia mambo kwa sababu anakuwa hana uhakika. Je, bei ninayeuza haya mafuta ama hizi bidhaa nilizonazo leo ndio itakayokuwa nikienda kununulia bidhaa zijazo nitapata bidhaa kama hizi? So wafanyabiashara wanaogopa kufilisika mitaji yao, na wanunuaji wanagundua pia pesa yao haitoshi kila kukicha. Ndicho kilichotokea Iran. Hawana tatizo na dini, wana tatizo na mfumo wa kisiasa na kiuchumi unaoendesha nchi, ambao umetokea kuwa kwamba ni wa Kiislamu. Swali sio tena Iran ilikosea wapi. Swali ni je, mfumo ulioundwa kwa jina la haki unaweza kujirekebisha kabla hujameza kabisa wale waliodai na watetea kuondoa utawala uliopo? Bado kuna options mbili pekee, maandamano kutoka ndani ambayo kwa historia niliyokupa unaelewa, hakuna tabaka kubwa linaloweza kuungana kwa sababu kolabo ya Bazaaris na makasisi ilikuwa. Sasa Bazaaris sasa hivi wako kivyao na makasisi kivyao, na ndio wanaogombana. Njia mbili pekee ni Bazaaris wakisaidiwa na magharibi waweze kuunganisha tena michongo wa unajua sasa saa iweze kutumika tena misikiti, kwa sababu misikiti ipo serikalini, na nimekuambia kwamba Iran pia na majeshi mawili. Kuna jeshi la nchi ambalo ndo linaweza kusema la Bazaris, ambalo ndo la wananchi wa kawaida alafu, kuna jeshi hili ambalo ndo lenye michongo mpaka nje ya nchi, linalo deal na hizo pesa ambazo Iran inazituma India kununua mafuta. Nani anasimamia zile akaunti, uh, kuzitoa nchi hii kuzipeleka upande huu? Ule mfumo unasimamiwa na jeshi ambalo limeundwa kwa ajili ya kumlinda kiongozi mkuu ndo hili linaitwa Islamic bla bla bla bla bla ambalo bla, bla, bla, bla, nimeshakutajia muda mrefu sana so, unaweza ukaona, uh, Bazari sasa hapa hawana nguvu waliokuwa nao kwenye kolabo. Wamesaidiwa na nchi za Magharibi, lakini ma maandamano yamekataa. Option ya pili ni uvamizi kutoka nje, ambao ndo Trump amekuwa akitesti urefu wa maji na kupeleka madudu yake kule. Lakini pia kuna mahesabu mengine mengi ambayo nimeshachambua kwenye episodi zetu za nyuma, kwa nini inakuwa ni ngumu, lakini ndizo option zilizopo. Sasa mfumo wa algorithm wa YouTube unaitwa social graph, umeundwa kwenye mfumo ambao unapendelea account kadri subscribers wanavyoongezeka. Yani wanaangalia jamii tulionayo, ili kupush zaidi content zetu kwa jamii kubwa zaidi. So, kama unapenda content zetu, please timiza ahadi yako kwa kubonyeza subscribe. Ni support kubwa sana kwenye kujenga channel hii. Na kama ulikuwa unachukulia labda ah, sinaziona hizi content, unakuwa unasaidia sana kwa kubonyeza. Yani please ibonyeze. Lengo tufike jamii ya watu laki moja na tunaamini tunaweza kufikia hii. Asante. naitwa Grayson Gideon. Hebu click hapo basi.